Naitwa Sekunda Nicolaus Mgumba, ni mwanafunzi wa chuo cha UDSM, nachukua shahada ya mazingira, lakini pia ni uni ambassador wa Global Youth Empowerment Institute, ambayo inajihusisha na kuimpawa vijana katika sekta mbalimbali mbali kutimiza malengo yao. Katika Global Youth Empowerment Institute, nimejifunza vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikanisaidia katika maisha yangu nimejifunza ku branding biashara na kujiweka vile ambavyo unatakiwa uwe kwa ajili ya kutangaza sifa yako vizuri, lakini pia nimejifunza uongozi bora kwa kiongozi bora na kuwajibika katika majukumu yako, lakini pia nimejifunza katika kuongea katika public speaking na vitu vingine pamoja na entrepreneurship ambavyo vyote vimenisaidia kuletea matokeo chanya katika maisha yangu katika nyanja mbalimbali, na kujisimamia mimi mwenyewe. Lakini pia natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wote wa Global Youth Empowerment Institute pamoja na ambassadors wote ambao tumekuwa tukishirikiana pamoja na mlezi wetu Lilian Makuru.